Kutoa shukrani zangu za dhati kwa washiriki wote. Napenda kuwashukuru sana, mmekuwa mko so active kipindi chote cha mafunzo, kutoka jana mpaka leo. Mmeonesha uhitaji wa haya ah, mafunzo ambayo faa yanaendelea, na naamini kupitia haya mafunzo, basi hiyo yani, top 20 itakuwa na ushindani, yaani tokea kesho ni yani, story story story story story mpaka wao wenyewe huko watu wa vike so waseme kweli, tunachokiofa ndio tunachokipata. Kwa hiyo naombeni sana mjitahidi kwenye hilo hivyo. Sina mengi zaidi ya kuwashukuru, asanteni sana na karibuni. Kuna vitu vingi sana ambavyo tumeondoka navyo hapa, ambavyo vingine tulikuwa tuvifahamu, lakini vingine vimefanya kukumbusha. Tunahakikishia tunakwenda kukifanyia kazi zaidi, lakini pia tunawapongeza kwa upendo, na pale ambapo tumewakwaza, tusameane yani. Lakini tumefurahia sana uwepo wa wa semina hii kwa sababu imeendelea kujenga zaidi. Kama zitatokea fursa zingine kama hizi msichoke, lakini <coughs> na sisi tunakwenda kufanya mambo chanya kulingana na wale ambao mmetuelekeza. Kwa hiyo nashukuru sana na... <coughs>